E Mungu Baba wa mbinguni, ninakushukuru kwa mtu huyu ambaye anaisikiliza sauti hii muda huu. Asante kwa uhai wake, pumzi yake, na fursa hii ya kuungana katika maombi. Asante kwa neema na upendo wako usiokoma juu ya maisha yake. Tunakuja mbele zako kwa unyenyekevu. Kama kuna dhambi yoyote inayotufungia baraka na mafanikio yetu, utusamehe kwa damu ya Yesu. Tunasafisha mioyo yetu na mawazo yetu mbele zako, tupokee utakaso wako mtakatifu kwa jina la Yesu Kristo. Kila roho ya kushindwa, kukwama, hofu na kutuendelea, ninaivunja kwa Roho Mtakatifu. Milango ya mafanikio fungua, kila minyororo na vikwazo vya kifedha. E Bwana, angamiza kila shambulio la adui dhidi ya maisha ya mtu huyu, ninaamulu kwa jina la Yesu Kristo. Kila pingu ya kifungo cha kiroho ivunjike sasa. Kila mipango ya giza ivunjike sasa. Kila laana ya ukoo ivunjike kwa damu ya Yesu. Baba wa mbinguni, ninatangaza ushindi juu ya maisha ya mtu huyu. Anapokea neema mpya, anapokea upenyo mpya, anapokea nguvu mpya. E Mungu, mpe ushuhuda mpya, afunguliwe na aishi maisha yenye baraka na ushindi. Ninatangaza uponyaji juu ya mwili wake. Ninatangaza mafanikio katika kazi na biashara yake. Ninatangaza ushindi katika ndoto zake na maono yake. Ewe Bwana, umpeleke kwenye kiwango kipya cha ushindi. Asante Mungu wetu mwaminifu, na tunaamini kwamba umetenda, umetufungua na umetupa ushindi. Asante Baba, maana hakuna lisilowezekana kwako. Tunaomba haya yote kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, amen.